Katuma ni moja ya mto unaoshika uhai wa hifadhi ya taifa ya Katavi kusini magharibi mwa Tanzania. Kujiamini kwa wanyama aina ya viboko ni pale tu wanapokuwa ndani ya maji. Haya ndiyo makazi yao siku zote kama ilivyo kwa binadamu anayeishi ndani ya nyumba yake. Kwa watu waliojaliwa kuwa na huruma, kila mara wanabubujika machozi wakishuhudia mateso ya makundi ya viboko waliosongamana chini ya daraja la Stalike ndani ya hifadhi ya Katavi. Kwa wanyama hawa wasio na hatia, mateso haya yanaletwa na binadamu wanaopuuza sheria zilizopo. Uharibifu wa mazingira ndiyo sababu kubwa inayopoteza maji Wanaonyesha ishara ya njaa, lakini hata mmoja haondoki. Analinda eneo lake lisichukuliwe na mwingine. Hata akitoka hawezi kwenda mbali, na lazima atarudi haraka. Wanaunafuu waliokusanyika pamoja kuliko aliyojitenga na mwanaye, akiwa eneo la hatari. Anaendelea kuvumilia, hajui ni lini maji yatarejea tena eneo hili. Miaka ya nyuma hata kiangazi maji alipatikana hapa. Ni mkondo wa mto Katuma kwenye hifadhi ya taifa ya Katavi. Ikiwa juhudi za ziada hazitafanyika haraka kuokoa mto Katuma, kuna uwezekano mkubwa wa kupoteza rasilimali hii yenye haki ya kuishi na muhimu kwa uchumi wa taifa. Hali ni mbaya. Ukataji mkubwa wa misitu, makazi holela, uvamizi wa mifugo ni tishio kwa mazingira. Kilimo kisichojali uhifadhi pia ni adui mkubwa wa uoto wa asili na maji kutoweka. Serikali inatumia gharama kubwa kujenga miundombinu kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji, lakini uwekezaji huu unategemea sana uwepo wa maji ya uhakika. Ukanda wa juu wa mto Katuma maji yanatiririka tena kwa kiwango kinachowezesha kuyafikisha mpaka ukanda wa chini kuelekea ziwani. Katika eneo la Mwamkulu, mkondo asilia wa mto Katuma unaanza kupotea. Njia ya mto sasa imebadilika, imekuwa ya kupita watu na ni makazi ya kuishi. Ni baada ya kuyazuia maji na kuyaelekeza sehemu nyingine. Mto ulizuiwa katika eneo hili kwenye kisima, ndiyo njia yake ya asili. Ulichimbwa mfereji mwingine kuelekeza maji upande wa kusini mashariki na kufukia kabisa ile njia yake ya awali. Bado kuna vikwazo vingi vinavyowekwa na baadhi ya wananchi kwa manufaa yao binafsi. Vizuizi hivi si tu kwamba vinakwamisha mtiririko wa maji bali vinaharibu ikolojia ya mto. Unyagara ni moja eneo ambalo linazuia maji mengi ya mto Katuma. Kunafanyika shughuli mbali mbalimbali zikiwemo za kilimo na zote zinategemea maji. Wakati wa kiangazi shughuli za bustani zinashamiri kwa kiwango kikubwa na zinahitaji maji ya kutosha kumwagilia. Eneo la ardhi oevu sasa limebaki kidogo, limezingirwa kwa sehemu kubwa. Kila mwaka vitaru vipya kwa ajili ya bustani vinaanzishwa. Kila penye unyevu wa maji pamevamiwa. Hii inaonyesha, ni kutwa nzima, kila siku mifugo inashinda humu. Kwato za ng'ombe ni hatari sana kwa ardhi oevu. Ufugaji wenye tija una mchango mkubwa kwa wananchi na taifa kwa ujumla. Ili kufikia hatua hiyo, ni lazima kuwepo na mpango wa matumizi bora ya ardhi. Mifugo inahitaji malisho na maji ili kuwa na uhakika wa chakula. Hakika, ufugaji usio na eneo maalumu ni hatari kwa mazingira na ni muhimu kufanyika kwa sensa ya mifugo. Uoto wa asili unaharibiwa kwa ufyekaji wa matete na hata miti ambayo ni rafiki wa maji pia imeunguzwa ili mradi tu wananchi wapate mashamba ndani ya vyanzo vya maji. Ardhi yote sasa inabaki utupu. Mto ulivurugwa kwa kiwango kikubwa, maji hayana tena kwa kuenda na hakuna wa kuyaelekeza mtoni. Tuta kubwa linalojengwa kienyeji litatumika kuzuia maji ya Katuma yasiende katika mto, yataelekezwa katika mashamba ya mpunga. Idadi kubwa ya vyanzo vya bonde dogo la Mto Katuma vimehatarishwa. Kwenye makutano ya mito miwili, pamejengwa banio kubwa linalozuia maji yote na kuyaelekeza mashambani. Si tu kwamba banio hili linalojengwa kienyeji bila kufuata utaalamu linazuia maji bali linahatarisha maisha ya wananchi na viumbe wengine. Ikiwa ujenzi huu utavunjwa kwa maji yenye nguvu, inaweza kuleta maafa makubwa. Kila mwaka linaimarishwa zaidi kwa kutumia nguvu kazi ya mikono ya watu watafutao wa ujira. Maafisa wa serikali na wadau wengine waliotembelea wanastaajabu kuona miundombinu mikubwa iliyojengwa mithili ya gorofa bila kibali. Pia yapo maeneo mengine yenye mabanio yaliyojengwa kwa umahiri wa hali ya juu, unaweza kudhani ni ngome za himaya za watawala wa zama za kale. Mto Mpanda ni moja ya mito iliyoko katika bonde dogo la Mto Katuma na una hali mbaya, kwa sehemu kubwa umebaki na madimbwi, ambayo hata hivyo, yanasaidia wananchi wenye shida ya maji. Leo umeona sehemu tu ya baadhi ya maeneo yaliyovamiwa na kuharibiwa. Zipo changamoto zingine nyingi katika maeneo tofauti ya kiwemo ya uchimbaji wa madini. Kikao hiki kinayo nafasi kubwa ya kujadili kwa kina na kuweka mkakati wa pamoja kuhakikisha uhifadhi jumuishi unapewa kipaumbele katika kuokoa na kulinda rasilimali za maji.